Hello. Leo nitakufundisha maneno ya matunda kwa Kiingereza. Ndizi kwa Kiingereza ni banana. Banana. Tufaha kwa Kiingereza ni apple. Apple. Embe kwa Kiingereza ni mango. Mango. Chungwa kwa Kiingereza ni orange. Orange. Nanasi kwa Kiingereza ni pineapple. Pineapple. Tikiti maji kwa Kiingereza ni watermelon. Watermelon. Strawberry kwa Kiingereza ni strawberry. Strawberry ndimu kwa Kiingereza ni lemon, lemon. Papai kwa Kiingereza ni papaya, papaya. Zabibu kwa Kiingereza ni grapes, grapes.